Saa hii shule ameanguka, madarasa yote kwa jumla imeanguka. Amewasa, hakuna darasa ambaye watoto utakuja kusomea napo. Sisi pile sisi naona wasasi e, watoto wetu napata shida napo. Kama shule imeharibika, watoto taenda wapi? Utapeleka si mkani? Watoto tasomea wapi? Hii shule iko na shida, hata kwa upande wa fans tangu MPs wachaguliwe, hii shule iko na msoso between Loima and Central. Hii shule tunahitaji president wetu aongee na minister of education kwa sababu yeye eh, ndio anatakana aangalie hii shule kwa, kwa, kwa makini kwa sababu kuna madhara itafanyika kutokea, kutokea leo mpaka hata ikufunguliwa shule. Tunaomba serikali wetu ya Ruto aangalie hii shule kwa sababu hata maneno ya, ya ujenzi hii shule yenye, hii darasa yenye ume, umeona sahi imeanguka ni, ni mission ya Catholic ndio ili, ilitusaidia sisi kujenga 208, up to now, hii madarasa ngine ambayo unaona kwa hii mkono ya kishoto hizo ni madarasa ambaye Catholic pia alif. Tena kuna bishop anaitwa Amnos mwenye alifariki jualitena alisaidia hisi madarasa lakini tangu hii shule kwa sababu ilianza kupiga kura hapa 2007 ndio tulianza kuchukua polling station ya Central. Sisi tunapigianga wana wa, wa, wa, wa wakubwa, lakini hakuna msaada yote sisi tunapata kama Nataparkakono. Na hii kijiji ya Nataparkakono tuko na population ya 3000 people ambaye wana, tuko na kijiji kumi hapa ambaye hata nataka ikuwe sub-location, lakini hii shu, shule ina inahitaji in, in serikali ingie kati.